Nam, karibu popote ulipo katika Kurunzi Live, kipindi kinachomulika masuala mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Tuko mubashara kwenye Facebook na YouTube. Mimi ni Bruce Amani na Lilian Mtono, tuko YouTube na Facebook. Lili, <laughs> mm, ah, ni kitambo hatujakaa katika hiki kijiwe kusema mawili matatu. <laughs> Tukio la Oktoba ishirini na tisa lilikuja likapita, mengi yamefanyika. mm. Serikali tayari iko imetengenezwa uh, na kuna kitu ambacho kilitokea kwamba huduma za intaneti katika hilo purukushani zilizimwa. mm. na ndio mada ambayo tunajadili leo, kwa sababu katika mitandao tuliona kweli katika hilo giza, wengi walizungumza baada ya kurudishiwa huduma wakisema kwamba zilikuwa ni siku chache, lakini ni kama mwaka kwao. Eh, kwa baadhi ni kweli mm? Kwa sababu unajua sasa hivi intaneti intaneti ndio kila kitu mm. Tuende mbele, turudi nyuma, ulimwengu unasema siku hizi umekuwa kama kijiji kwa sababu ya Internet. In, internet. Yeah. Watu wanatumia internet kutangaza biashara. Watu wanatumia internet kutengeneza maisha yao. Wengine mm. wanaitwa le content, content creators. Watengeneza maudhui, watu. Hey, watengeneza maudhui. Mm. Watu wanatumia internet kuelimisha watu. Tunapata elimu nyingi tu za kiafya, za nini, tunapata za kiuchumi, za uwekezaji tunapata huko internet, ikiwa haipo kwa wiki. Mm. Mimi <laughs> yeah. Naitumia na kama burudani mara nyingi wakati yeah. na msongo wa mawazo au ninataka tu kujiburudisha, kuna vichekesho ah, vipo hapo yeah. Sasa ndio tunajiuliza mm. je, imefika mm. maeleza hivi mtu unaweza kuhisi kwamba ni kama haki ya msingi, tunaweza kusema mm. mm. upatikanaji wa huduma za intaneti ni haki ya msingi kisheria? Uh, Bruce naweza kusema ni, mm. Itha... ni haijaidhinishwa hivyo mm, mm. Sawa, inaweza ikawa hivyo, lakini haijaidhinishwa mm. na hakuna sheria ya ulimwengu inayosema kuwa ni haki ya msingi mm. lakini taasisi za kimataifa kama Umoja wa Mataifa zinatambua kuwa upatikanaji wa intaneti ni kiwezeshi muhimu mm. cha haki za msingi mm. za kibinadamu mm. kama vile pata uhuru wa kujieleza hapo mm. upatikanaji wa taarifa kama nilivyosema awali na hata kwenye mikusanyiko hata kuwakusanya watu vile, vile. Mm. na nchi nyingi zimethibitisha uhusiano huu katika sheria zao za ni kweli kabisa na mm -hmm, kama ulivyosema kwamba unaweza kuhisi ni haki ya msingi kwa sababu ya mambo ama shughuli ambazo tumezitaja, lakini kisheria inakuwa ni ngumu sana. Ni ngumu kwa kila nchi <laughs> kukubali ama kukiri kwamba lazima <laughs> iwe <haki ya> msingi <laughs> kwa mfano, kwa mfano hapa Ujerumani, ndio Ujerumani wanatengeneza mazingira mazuri ya upatikanaji, sawa kama mm -hmm. unavyo, unavyosisitiza ni haki hey, na kuna sheria ilipitishwa hapa mwaka elfu mbili na ishirini na moja inayotaka makampuni lakini, mm-hmm. kuhakikisha kwamba kila mtu binafsi Ndiyo. anapata huduma ya intaneti na sio tu kupata huduma Bruce, anapata huduma ya kile kiwango kinachokubalika, kwamba mimi ninataka kudownload hii video ninaweza kudownload mara moja, sio tu sasa. Ndo mambo yanakwenda haraka, haraka, hakuna Ndiyo. muda wa kupoteza. Kwa hiyo umejaribu kutengeneza hayo mazingira sasa, bado kuna changamoto lakini, kila mmoja apate na anayopata iwe na kiwango kinachokubalika. Ndio, ndivyo mm -hmm. makampuni yalivyoagizwa kwao Ujerumani. Ndio na, na hey, bila shaka ni kuwalinda pia hata watumiaji wenyewe, kwa sababu kuna wakati unatumia hela nyingi sana kupata hizo huduma za intaneti mm -hmm. na kama haupati kiwango ambacho unastahili kukipata, inakuwa ni changamoto. Ni kweli, kama ilivyo katika baadhi ya nchi nyingine. Lakini eh, kwa nini intaneti inazingatiwa kimataifa kuwa haki ya msingi, isipokuwa sio kisheria, lakini upatikanaji wake uwe ni haki ya msingi? Ndio swali ambalo pia napasa kujiuliza hapa kwa sababu bila shaka katika elimu, katika biashara, katika kutafuta taarifa na habari na data ambazo unastahili kuwa ku, ku, ku nazo ni vitu ambavyo nadhani ni muhimu sana kwa mm -hmm. kila mtu katika mm -hmm. ulimwengu wa sasa kuendele, ku, kuendesha mm -hmm. Na hii pia nadhani inachangia katika sekta ya kijamii na hata maendeleo, kwa sababu ndio yeah. uchumi wenyewe unaimarika. Ni kweli, kwa, natumia mifano ya hapa nilipo ndio Januari yeah. e, mwaka elfu mbili na kumi na tatu Mahakama ya haki ya shirikisho la Ujerumani mm, nazungumza nchi nzima y ilitangaza kwamba upatikanaji wa intaneti ni haki ya msingi, ni haki ya msingi ndio. Eh, <laughs> ni haki ya msingi ndio. Na, na mahakama mm -hmm. na hoja ya mahakama ilitokana na ule umuhimu ambao tumeshauzungumzia katika kila eneo na namna ambavyo tunahitaji hii connection ya intaneti na mm -hmm. ndio maana walitangaza hivyo. <laughs> kwa hivyo <Yes. laughs> unapofika mahali kama nchi kwa mfano inaamua kuzima kidogo kutokana na sababu moja au nyingine, inakuwa hiyo haki na kiukwa janga <laughs> inakuwa ni, ni, ni janga. Nilikuwa natazama mm -hmm. kwenye mitandao ya kijamii, kwa mfano hivi karibuni, bila shaka Tanzania ilikuwa, ilipitia kipindi kama hiki, na ukitizama watu walikuwa wanatuma ujumbe eh, baada ya intaneti kurejeshwa katika njia ambayo pengine ni ya like, vichekesho kuonesha mm -hmm. kwamba mm -hmm. kweli matatizo ilikuwa <laughs> ni janga hasa, na uliona walivyopambana watu, wanatumia VPN, watu wanatumia njia iadi tu apate angalau ka intaneti hata ka dakika kumi ndio. Yeah. Umetoa mifano mizuri sana ya hapa, lakini pia ningependa kujua mm, baadhi ya nchi ambazo pengine hili tatizo la huduma za internet ni changamoto kubwa nilikuwa ni, ni nikipitapita kuangalia, mm. mm -hmm. Kuna nchi kwa mfano hapa, wacha niziangalie madesa, sasa wacha ni dese, kwa mfano Korea kaskazini ni mm -hmm. nchi ambayo inatajwa kuwa ni moja ya nchi ambazo zinaongoza kwa ku, huna, huna uhuru wa kupata internet mm -hmm. yani serikali au mamlaka ndo zinakuamulia wewe e, China na Cuba Cuba ni namba kumi inatajwa ina, ina kuwa nchi ambayo inashika nafasi ya kumi ulimwenguni kwa kuwa na e, mm, wanasema eh, kubana yani, yani wanabana kwelikweli kwamba sasa internet kwenye ile nchi inapatikana kwenye kakundi kadogo tu ka watu yeah, sio kila mtu anapata internet ha, ingawa makampuni ya kutoka nje yamejaribu kuingia mule kwa mm, ajili ya kutoa hizo huduma lakini bado ni wachache wanaopata hiyo huduma, lakini upatikanaji wa intaneti nadhani serikali pia, kama ulivyosema hapo Ujerumani, kwa kweli wana- wanajukumu kule kwetu sijui <laughs> tunaweza kusema hali ikoje, nchi zinazofanana ni kanda ambayo tabia zake ndugu watoka nitoke. <laughs> Lakini kuhakikisha upatikanaji wa intaneti ni kitu muhimu sana nadhani mm -hmm. zile sera ambazo zinatungwa na serikali na hata uwekezaji unaowekwa katika huduma hizi ni kitu ambacho naweza kusema ni muhimu sana, ili kurahisisha upatikanaji wa, wa hizi huduma, lakini pia kulinda eh, data na usiri wa watu mitandaoni ni kitu ambacho ni muhimu sana nadhani, hmm. Ni, ni baadhi ya vitu ambavyo wakati mwingine vinazua mjadala, kwa mfano wakati Tanzania anatumia mfano huo <laughs> ni <mini> hivi karibuni na hiyo mada imechochea mjadala wetu hmm. Um, unaweza kuona kabisa kuuliza kwa nini pengine serikali iliamua kuzima, kwa sababu wakati huo baada ya maandamano yale kugeuka kuwa vurugu hmm. kama inavyoripotiwa hmm. uh, inabidi Atajitete, serikali itajitetea ikisema kwamba libidi izime kwanza ili kujaribu kutuliza hali um, zile vurugu zisienee kwa sababu tunajua intaneti uwezo wake wa kuhakikisha kwamba kila kitu kinafikiwa, kwa hivyo Mbubwa. ili pengine kupunguza ile zahma yaliyokuwa yakiendelea yaki, yaki, yaki, yaki, yaki, lakini yaki, wanaopinga nao wanasema hicho mm -mm. kiza mm. mm. yeah, kila, kila mmoja alikuwa unajua kila mmoja kila mwamba ngoma anavutia kwake, serikali nasema hapana Mbubwa. I, hizi video zinazosambazwa, picha zinazosambazwa, tukamsikia hadi eh, eh, mkuu wa jeshi la polisi Dar es Salaam, akasema ni za kutengeneza, na kwa kweli katika intaneti e, zipo za kutengeneza, za kutengeneza. Lazima ukague na uchunguzi mm -hmm. kwa kina kweli kweli kujua kwamba ni kweli ama si kweli, lakini mtu kama mimi hata sijui, nikiona ndo nimeona ndo najua ndo kweli. Kwa hiyo walikuwa serikali ilikuwa inajaribu kuzuia hivyo pia, kwa sababu ilikuwa ndo inaongeza ile labda hasira madhadhabu, naweza kusema ya watu kwamba mm -hmm, kumbi hivi ndivyo vilivyotokea, na zile siku sita usaba tulizofungiwa internet, haya ndio yaliotokea. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza tatizo jingine. Kwa hiyo mamlaka nayo ilikuwa inaangalia kwa upande huo. Ndiyo. lakini na watumiaji nao ndio wanataka wasambaze, kwa sababu nao wana ndio wapitishe wa, wa, wa ujumbe wao <laughs> na katika hao watumiaji, Imani Henrik, mwandishi wetu wa Dar es Salam, aliingia mitaani mm -hmm. Tulimuuliza atutengenezee video akiwatupia maswali haya baadhi ya wakazi wa, wa Dar es Salam na kutuambia wanachohisi eh, je, upatikanaji wa intaneti ni haki ya msingi kwao? mm -hmm. Hebu tutizame kwanza. Hujambo na karibu Dar es Salaam, niko mitaani nawauliza wananchi kama wanadhani upatikanaji wa intaneti ni haki ya msingi, lakini pia kama serikali zitazima intaneti, je, zinahitaji kuwajibishwa? Ndiyo, ni haki ya msingi kwa sababu intaneti hasa kwa dunia yetu hii ya sasa hivi, sekta nyingi sana zimejiwekeza katika intaneti tu, wafanya biashara kufanya, lakini pia hasa hasa kabisa ni biashara. Serikali zikizima intaneti zinahitaji kuwajibishwa, kwa sababu unapowakosesha watu haki yao ya kupata taarifa ama kushindwa kufanya shughuli zao mbalimbali za kiuchumi, kama hivyo kufanya miamala ya, ya, ya, ya kibenki na mitandao ya simu. Uh, ina maana wa kifeli ina maana wewe ndio unapaswa kuwajibika katika hiyo. Upatikanaji wa intaneti ni haki ya msingi, kwa sababu unanisaidia mimi kuweza kupata kupata taarifa na kupata taarifa pia ni haki. Kwa hiyo mimi kama mwanafunzi nahitaji intaneti kwa ajili ya masomo haya. Hayo ndio walionayo wananchi, na sasa nazungumza na mtaalamu wa masuala ya haki za kidijitali Anwari Said, na kwanza nimeanza kumuuliza swali so, li li, lile lile lilowauliza wananchi, ikiwa kanaji wa intaneti ni haki ya msingi. Kwa dunia sasa hivi intaneti, uh, inatakiwa au inapaswa kuonekana kama haki ya msingi uh, ya kila mtu, na hii ni kwa sababu uh, haki zile ambazo za msingi tayari zipo uh, zinaendana moja kwa moja na, na, na, na, na matumizi ya intaneti katika dunia sasa hivi. Lakini juhudi zipi zinafanywa ama zinahitajika ili haki hiyo itimie, na kama bado haijatambuliwa, nini kifanyike ili haki hiyo itambulike? Juhudi ya kwanza nana, serikali imejitahidi sana kwenye uh, kuhakikisha wananchi wote wanafikiwa uh, kupitia mpango wao wa, wa, wa, wa mkongo wa taifa uh, lakini nadhani juhudi nyingine ambayo uh, inatumika ni ile kuboresha minara ya mawasiliano ni juhudi ambayo ni kubwa sana kwenye kuhakikisha hii uh, haki uh, inafikiwa kwa kila mtu. Shuhudia uzimwaji wa intaneti na serikali za nchi mbalimbali, swali muhimu ni je, serikali zinatakiwa kuwajibishwa pindi zinapoamua kuzima intaneti? Kama ndivyo, ni mahakama ipi? Na kama sivyo, je, kuna pengo la kisheria katika upatikanaji wa haki ya intaneti? Ndiyo, kwa sababu hizi internet shutdown au uh, internet restrictions uh, zinaathiri mambo mengi, inaathiri sekta nyingi na mambo ya kiuchumi, naathiri uh, mambo ya kiusalama, inaathiri pia haki za kidemokrasia. Uh, kwa hiyo nadhani inatakiwa kuwajibishwa kwa namna ya kwamba, uh, muda mwingine hata kama kuna sababu ya msingi kama ni kiusalama au sababu yoyote ya msingi ambayo watakuja nayo kuhusiana na uh, kufanyika hizo shutdown au restriction nadhani, uh, wana wajibu wa kutuambia uh, athari imekuwaje. Lili, umesikia? Mm, eh, wengi waliozungumza katika hiyo video bila shaka wanakubaliana kwamba hiki kitu kinaitwa internet ni haki yao ya msingi, lakini ni changamoto kwa sababu sio kikatiba kama alivyosema Anwar kwa sababu <laughs> ee, suala la uwajibishaji ni, mm, ni gumu kama mm, kitu hakipo kwenye kikatiba, kisheria. Kikatiba, kisheria le, mm, kama sheria ipo kwenye katiba. Kwa hivyo swala <laughs> ni kwa sababu ni haki ya msingi, inawezesha haki nyingine zote ambazo ziko kwenye katiba, ndio maana ni muhimu sana hiki kitu kipigiwe debe. Sasa swali tunajiuliza, kwa nini kuna upinzani hizi serikali hizi nyingi tu, kwa nini zinasuasua kuitengeneza eh, ku, intaneti kuwa haki ya kipekee ya msingi kikatiba? Mi nadhani kwa sababu kuna pande mm. Yeah, kama nilivyosema mwanzoni mm. eh, ni <laughs> <wapana, laughs> no, kwa sababu mwamba ngoma nilisema kuna <laughs> pande, lakini mwisho wa siku unajua nanikashika <laughs> makali na kuna ile aliyeshika mpini nani, hey. Ameshikilia sehemu yenye nguvu zaidi. Mamlaka zinaweza zikatunga sheria mm, na zikatunga sheria kali, ndio, zikatunga sheria kali. Kwa mfano hivi tu, kuna mamlaka ambazo zinasimamia mahudhui mitandaonii, unaona malalamiko yake anavokua wakitekelezani wapi, ua kunakua na mjadala kwamba haya maudhui anayamua kwamba haya sio Inate, mazuri, hai, ina... inategemea na ile mitizamo Ndiyo. Inategemea na misimamo inategemea na malengo, mm. Mimi nataka nipeleke maudhui yangu mitandaoni kwa staili hii, lakini mamlaka za kuambia no, hapa umevuka mstari mwekundu, hii haitakiwi, huu ni uchochezi kulingana, misi, kulingana na kanuni zilizopo. Kabla yeah, mm. ya kuyasoma maoni ya wafuatiliaji wetu kwenye Facebook na hata Instagram hata YouTube, uh, mimi nadhani eh, pengine kuna hoja kwamba internet sio, eh, muhimu, sio kipaumbele kama vile chakula, haki ya msingi ama haki ya binadamu kama chakula, eh, huduma za afya, yaani inakuja huko chini kwenye orodha, ndio maana nadhani <laughs> serikali <laughs> Okay. Mimi siku moja kuisha bila intaneti sijui uh -huh, si itakuwaje lakini pia lili gharama gharama ya miundombinu ya kuwezesha taifa kuwa na huduma mm. za intaneti ni kubwa sana, nndomaana mm. mara nyingi serikali zinashindwa kwa sababu uwekezaji unaostahili kufanywa ni mkubwa kubwa, kweli. Ni, asi, ni unahitaji fedha na, unahitaji fedha ni fedha nyingi mm. unafahamu ula, kuhusu hizi nyaa zinazopita chini mm. ya uh, bahari hizi fiber optic kui, kuunganisha nchi nzima, lakini ni lazima mchakato uwekwe kama unataka kutimiza kitu kama hichi kwa sababu um, tunaona hata huduma za umeme zinatengenezwa kupitia mbinu hizi hizo. Kwa hivyo nadhani ni kitu ambacho kama kuna nia inawezekana, na ni vizuri kwamba tunazungumzia swala hili. Hatuwezi kujua siku zijazo kwamba itakuwaje, mikakati ni ipi. Tutakuwa tunapata bila malipo kabisa huduma za Ujerumani nchi miongoni mwa nchi zilizoendelea. Kuna bustani ukipita tu, wifi inashawaka lakini, kama hujalipia, ah, wifi inashawaka, yaani okay, ni ya umma sasa, tunasoma kidogo hapa lili maoni. mm -hmm. unaona. Linayo mimi namuona Mwalimu Malale hmm. Anasema intaneti hmm. ni moyo wa mawasiliano, mifumo mingi ya uchumi kwa, e, kwa sasa inategemea intaneti e, kwa sababu intaneti ni pigo kwa uchumi wa sasa. Huyu anaishia e. Mwalimu Malale ndio. uh, naangalia hapa Hans wa Yanga anasema yani, nilitamani niwafanye navyojua TCRA <laughs> <laughs> unacheka, una na sijamaliza kusoma ujumbe. Anatamani uh, angewafanya anacho jua mwenyewe TCA lakini hakuna uwezo, ikabidi akubaliane na matokeo. Mwisho akawaza kuna haja tujenge diplomasia na nchi jirani, anasema kuwe na mwingiliano wa intanet, ili tz a Tanzania ikifunga ya intaneti yake tutumie hata Kenya au Malawi. <laughs> Maana aliumia kweli kipindi hicho wakati kuwepo <laughs> eh, na uh, mahusiano ushirikiano hmm. eh, kuna ujumbe wa E, Leonard Mushe anasema kwa dunia ya mm. leo serikali kuzima mtandao ni ukatili kabisa wa kibinadamu. Yeye ndo anavyosema mm. Na Bartazal Egonga wa bongo anasema kwa kif, kifupi ni haki yetu sote raia kama ilivyo haki ya makazi ma, mm. ma, malazi na afya. Ameweka katika kiwango sawa kwamba yeah. umuhimu wa hizi haki mm -hmm. Anahisi kwamba ni ziwekwe pamoja kabisa mm -hmm. eh? Lakini kuna ujumbe hapa naosoma kama ulivyo. Franco Kisanga anasema eh, kabla hajajibu swali letu kama huduma za intaneti ni haki ya msingi anasema mm -hmm. Anaomba atuulize na sisi, kati ya dunia ya zamani mm -hmm. na dunia tuliyo nayo leo mm -hmm. ni ipi dunia ambayo ni sawa na peponi anasema mm -hmm. <laughs> Kisha akaandika katika swali lako anasema bora intaneti isingekuwepo kabisa, isingekuwepo kabisa, maana imeleta mambo hasi mengi mno. mm, mm, si hofu mm -hmm, si vita, si ujuaji mwingi, si uchakachuaji wa kila kitu karibia sekta zote. Pia intaneti inachangia mwendo kasi wa dunia na kupelekea watu kuishi kisasa zaidi, kitu ambacho ni hatari kwa siku zijazo, anasema maana, kizazi tulicho, tulicho nacho akiambi, akiambiliki wala kushaurika. Kwa nini intaneti isiwe na madhara, anasema anahoja, lakini anavyosema dunia ya zamani, sijui dunia yake ya zamani ni ipi, ila kwa kweli hata ningekuwa mimi, ingesema enzi hizo, sisi, enzi zetu tuliishi kwa raha sana, enzi <laughs> zetu ambazo tulikuwa hatujui intaneti, hatujui nini. Kuna wakati nawaonea na huruma, nakionea huruma kizazi hiki kinachopita, kinacho, kinacho wakati huu wa intaneti kwa sababu ya mambo mengi kama aliyoyataja Franco Kisanga, siwezi kuzungumzadiaikkasitaiskwa ya <laughs> hivyo ni wazi kwamba hakuna mkataba maalum wa kimataifa ambao mm -hmm. unaweza kusema eh, kisheria unaitambua huduma za intaneti kuwa haki ya msingi mm -hmm. eh, lakini ni vizuri kwamba kama ilivyosema tunajadili mambo haya na nchi pia zinaendelea kujadiliana mm -hmm. na kuweka uwiano kati ya hii haki na haki nyingine zote zile, kama uhuru wa kujieleza, uhuru mm. wa kupata habari. Kwa hivyo nadhani ni kitu ambacho katika siku zijazo huenda tukafanikiwa kukiona kikatimia mm. kabisa, kama ulivyosema hapo mm. kikawa sawa na chakula, maji, na umeme, na afya na kadhalika. Lakini kwa upande mwingine lazima jamii ijue kwamba penye haki mm. lazima kuna namna ambavyo utazua kuna Ms. mstari mm. kweli kabisa mm na kufikia hapo basi lili tukamilishe Kurunzi Live kwa leo. Unaweza kuendelea kuwasiliana nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii, itafuta DW Kiswahili kwenye Facebook na YouTube. Pia tuko kwenye TikTok. mm -hmm. na wasiliana nami pia moja kwa moja Eh, sijui kama upo kwenye internet, mitandao ya kijamii mimi mm. <laughs> kikazi mimi, unaweza kunipata ukanipa hoja zako hapo kwenye Amani Bruce. <laughs> Kwa heri.